Na sasa tuelekee katika eneo la Magarini kaunti ya Kilifi ambapo mbunge wa Kilifi South Ken Chonga alifurushwa na wafuasi wa chama cha DCP kwa tuhuma za kuwahonga wapiga kura. Hata hivyo, katika maeneo mengi ya eneo bunge hilo, zoezi hilo liliendelea kama lilivyopangwa, huku baadhi ya wa wapiga kura wakifika vituoni pamoja na wagonjwa wao kabla ya kuelekea hospitalini. Francis Mtalaki amekita kambi Magarini na sasa tunaungana naye mubashara kutoka huko. Uh, hujambo Mtalaki? Je, kumeanza kuwa na mtiririko wa hesabu ya kura kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura? Naam, asante sana Mashirima. Kwa sasa hadi sasa, bado hatujaweza kupata matukio kamili, hasa katika vituo ambavyo tumeweza kutembelea, lakini a, ni shughuli hiyo nzima imeshika kasi, manake mwendo wa saa 11 jioni shughuli ya kupigaji kura iliweza kukamilika, na hapa nilipo katika kituo hiki cha kupigia kura a, cha kwa Mwandomo trading center a, unaweza kuona maafisa a, watumia IBC pamoja na wale makarani. Unaweza kuona maafisa watumia IBC, pamoja na maajenti wako hapa kuweza ku... Kuhakikisha kwamba kila hesabu imeweza kuhesabiwa na kila mmoja ameweza kupata haki yake e, katika saa ambazo ziliweza kuwekwa na tume ya IBC e, kwa wapiga kura hawa 80,128 kuweza e, kujihusisha na maamuzi ya Wanamagarini, na kwa sasa basi watakapokamilisha shughuli hii nzima, pamoja na maafisa wa polisi wakiweza kufuatilia kwa karibu e, kuona ni kipi ambacho labda kitakuwa kinajiri katika sehemu hii kabla ya kuweza kufanyiwa hesabu kamili na tuweze kujua ni nani ambaye atakuwa naibuka mshindi kuhusiana na kipute hiki cha Magarini. Lakini hapo awali pia tulikuwa tunazunguka katika maeneo mbalimbali ya sehemu hii ya Magarini, ambapo tuliweza kuona baadhi ya wapiga kura wakikuja na familia zao wakiwa ni wagonjwa, lakini ni sharti wakaweze kuweza kupiga kura, na tukaweza kuandaa taarifa hii ambayo tuliandaa muda chache kabla ya kuja hewani. Jituwani. Jituwani. Ni vijana waliojawa na hamaki wakitaka majibu kuhusu kuwepo kwa mbunge wa Kilifi kusini Kenchonga anapoendelea na mazungumzo ya simu want... jamaa huyu anakaidi na kudai kuwepo kwake hapa ni njama ya kuwahonga wapiga kura ili walazimu maafisa wa polisi kuingilia kati. Licha ya hayo, vijana wenye ghadhabu wakikaidi na kumtimua kituoni, tukio ambalo lilizua tumbo joto kabla ya zoezi la kupiga kura kuendelea. Amekuja hapa, anatoka jana usiku, amekuwa akiingia maeneo ya Mwiwakae, maeneo ya Kanagoni kujaribu kuuzia jamii uoga, ili wasitan in large numbers. Amefata nini Magarini kama si mambo na uizi? Kila wanachopanga tunakijua, tunatubua. Leo tumemtubua, ameenda Kanagoni na huko pia atatibuliwa katika kituo cha Mambrui. Mpiga kura huyu alilazimu kumleta dadake kituoni kupiga kura kabla ya kuelekea hospitalini, akisema kiu ya kutafuta uongozi bora ndiyo sababu kuu. Nimeona kura ni muhimu, kwa sababu kura hii ya mwaka huu ni tofauti, kwa sababu mimi nimekaa mamrui miaka yote bila maendeleo. Hata hivyo, vituo vingi vimesajili idadi ndogo ya wapiga kura. Milongo ya piga kura iliyoshuhudiwa kati ya saa kumi na mbili asubuhi hadi saa mbili ikififia na vituo vikisalia na upweke, huku makarani wakiwa bila ya shughuli nzito, baadhi ya wa wagombea wakilalama kuhusu dosari zilizojitokeza mapema hii leo kabla ya tume ya IEBC kupitia msimamizi wa uchaguzi Joseph Mafondo kusema kuwa changamoto hizo zimetatuliwa. Tunapata habari chache kidogo kando kando kwamba labda wengine kabla, wengi vituoni, kuna watu wamekaa vikundi vikundi kando kando wakiwa wanaleta ushawishi, wametoka nje ya Magarini na wanajaribu kuvamia vituo vyetu. Wanaingia kwa vituo wakipeana vitisho kwa wapiga kura. Vituo vingi viko na misukosuko kuhusu maajenti kuna baadhi ya vituo ambavyo majenti wangu wamezuiliwa nje there are some of his agents who did not have those uh, credentials like uh, you are supposed to have the auto secrecy. You must have the Letter of appointment by the candidate or the party and an original ID. Some of them had abstracts. Mashirika ya haki likiwemo Center for Litigation Trust yametaka metaka tume ya IBC kutumia chaguzi hizi ndogo ili kunua makali kwa uchaguzi mkuu, hasa kwa hitilafu na vurugu zilizojitokeza. Francis Mtulaki Ringa, Citizen, Magarini, County ya Kilifi.